Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso. Wiki hii tunapiga kambi nchini Uganda kuangazia matukio ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Kwanza, kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine siku chache zilizopita alionyesha nia ya kuwania tena urais katika nchi hiyo. Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa karibu miaka 40 anatarajiwa kuwania tena uongozi wa nchi hiyo wakati wa uchaguzi huo. wakati wa kijiri siku ya kijiris, kwa Jumanne, serikali iliwasilisha bungeni mswada tata ambao iwapo utapitishwa na wabunge, raia wa kawaida watashtakiwa kwenye mahakama ya kijeshi. Mwezi Januari mwaka huu, mahakama ya juu iliamua kuwa ni kosa kwa mahakama ya kijeshi kuwafungulia mashtaka raia wa kawaida baada ya mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye kushtakiwa kwenye mahakama hiyo kwa kosa la uhaini. Kwa nini serikali ya Uganda imewasilisha mswada huu? Chris Baryomunsi ni waziri wa habari. Hatupingi uamuzi wa mahakama, tunatekeleza mahakama ilisema. Christ, kuna baadhi ya makosa yakifanywa na raia wanaweza kufunguliwa kwenye mahakama ya kijeshi. Mswada huu pia una mambo mengi kuhusu shughuli za kijeshi ambayo yanaangaziwa pia, na ndio sababu tunaupeleka bungeni ili mswada huu uwe sheria. Na kutusaidia kuelewa huko undani kinachoendelea huko nchini Uganda, naungana naye Kenneth Lukwago, yeye ni mchambuzi wa siasa za Uganda. Bisa sana kwenye makala ya wimbi la siasa, asante sana ndugu uh, Victor Abus, kwa nini mswada huu unaleta hali ya sintofahamu na mvutano nchini Uganda? Unakumbuka mnamo tarehe thelathini na moja mwezi Januari mwaka huu kulikuwa na uamuzi wa mahakama kuu ya hapa Uganda ambayo ilivunja nguvu ya sheria za kijeshi ama mahakama, mahakama za kijeshi kwa hukumu ama, uh, kushughulikia kesi ambayo zinahusikana na raia. Itakumbukwa ya kwamba wakati huo kulikuwa kesi tofauti ambayo zilikuwa zimewakilishwa katika mahakama ya kijeshi ambayo inajulikana kama military court martial, ikiwemo ile kesi ya mwanasiasa mkongwe wa upinzani Dr. Kiza Besije na mwenzake ambaye anajulikana kama Haji Obedi Lutale. Ikawa pia kulikuwa na kesi tofauti za wafuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform ambacho kinaongozwa na mwanasiasa ma, uh, kijana Robert Chagulanyi, na kwa hivyo mahakama ilisema ya kwamba ni kinyume cha sheria uh, kuwastaki na kuwahukumu uh, wa, watu wa kawaida, wananchi wa kawaida ama raia kwenye mahakama ya kijeshi, na wakasema kesi zile zote zilizokuwa kwenye mahakama hiyo zihamishwe kupelekwa uh, kotini za kawaida. Naam, sasa uh, kwa mtazamo wako unafikiri kwamba uamuzi uliofanywa na mahakama ya juu, na sasa mswada huu umewasilishwa uh, bungeni, hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha bunge ikipi, ikipitiza mswada huu uh, ukiangalia yale yalimu, yale yaliyowekwa ndani uh, inamaanisha raia ambayo watapatikana na hatia ama wale ambao watapatikana na makosa ambayo yametajwa ma, ya chini ya hiyo uh, uh, mswada ama sheria ambayo itapitizwa na bunge, ni lazima wataendeshwa mashtaka, watashitakiwa kwenye mahakama ya kijeshi. Kwa mfano, mswada huu unasema uh, ukiwa raia lakini unapatikana unafanya kazi chini ya vikosi vya usalama ni lazima utakuwa chini ya sheria ya kijeshi, na kwa hivyo, ukifanya makosa yoyote ukiwa huku, utashtakiwa chini ya mako, chini ya sheria ya kijeshi na kupelekwa kwenye mahakama uh, ya kijeshi uh, pia mswada huu unasema ya kwamba ukiwa raia ukipatikana na silaha, uh, ama sare za kijeshi ama ukihusika katika um, kesi kama za uhaini uh, kuwaua watu, kuteka nyara, uwizi wa ng'ombe, uwizi wa kikatili lazima utapelekwa kwenye mahakama ya kijeshi. Kwa hivyo hii ni swala ambayo uh, hiyo ni uh, mashtaka ambayo unaweza ukafunguliwa uh, ukipatikana uh, na kinyume cha uh, cha hayo ambayo yametajwa katika uh, mswada huu. Na viongozi wa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu wanapinga mswada huu ambao wanasema ni kama kuidharau mahakama ya juu ambayo ilitoa uamuzi kwamba wananchi wa kawaida wasishtakiwe kwenye mahakama ya kijeshi. Erias Lukwago ni mwanasiasa wa upinzani na wakili wa Kizza Besigye. Museveni amekashifu upinzani. tishio tunalokabiliana nalo na sasa ni la kweli, kwa hivyo tuungane mkono na wenzetu wengine, kwa sababu awamu wa mpya kupambana na mahakama kuu ya kijeshi inaanza. Naam, Lukwago, unazungumzia vipi uh, hizi kauli za wapinzani na wanaharakati wa haki za binadamu? lakini utakumbuka ya kwamba wa, wale watu wa, wa, wa upande wa upinzani wana msimamo mkali kwamba wanasema ya kwamba hii koti za kijeshi wanasema koti za kijeshi ni kuwanyanyasa tu wa wanasiasa wa upinzani. Aa, kwa mfano wanataja Dkt Kiza Besije na kuna kulalamika ya kwamba huenda bunge ikipitiza kwa haraka mswada huu ukawa aa, sheria huenda kesi zake zitapelekwa tena chini ya mahakama ya kijeshi. Kwa hivyo ni hali hiyo tu ambayo tunaendelea kutazama hapa mjini Uganda mm. na, na kwa mtazamo wako nafikiri nini ambacho kimeichochea uh, serikali kuja na uh, mswada huu ambao uh, ni tata sana, na kama ulivyosema uh, wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wanakataa wana mswada huu. Serikali kwa upande wake inasema mahakama haikusema tu wa raia hawawezi wakafunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi. Serikali inasema ya kwamba mahakama ilisema raia wanaweza wakafunguliwa mashtaka, lakini kwa hali ambayo imeelezeka katika sheria. Kwa hivyo serikali inasema inajaribu kurekebisha tu, yaani kuona ya kwamba um, raia wakipelekwa kwenye mahakama wana haki kama wale wakipelekwa wa, wa, wa, wa, wa kwenye mahakama ya kijeshi, wana haki kama ile wale ambao wanapelekwa kwenye mahakama uh, ya kawaida. Kwa mfano wanasema ya kwamba uh, kwenye, wan, wana, wanataja kwenye mswada huu ya kwamba uh, mtu atakuwa na haki ya kutafuta rufaa katika mahakama ya juu zaidi uh, kuliko ile ya, ya kijeshi. Kwa hivyo wanasema hiyo inajibu uh, lalamiko la watu ati unaweza ukahukumiwa bila uh, kupata rufaa. Tuangazie pia hivi karibuni, wanasiasa wa upinzani wameendelea kulalamika kwamba wanahangaishwa. Na wanadiplomasia kutoka nchi za Umoja wa Ulaya ambazo zinawakilisha nchi zao nchini Uganda walikutana siku chache zilizopita na wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na Bobi Wine na kuelezea masikitiko yao, ah, kuhusu namna wapinzani wanavyohangaishwa. Balozi Jan Sadek alizungumza kwa niaba ya mabalozi hao. Together with the, the NUP leadership, we have discussed the status of affairs. Pamoja na uongozi wa chama cha NUP tumejadili hali ya mambo nchini Uganda na jinsi hii itaathiri uchaguzi unaotarajiwa mwaka ujao. Tunatoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa nchini Uganda kuheshimu maadili ya demokrasia na kushiriki katika uchaguzi huo kwa utulivu ili kupata matokeo ya haki na ya kuaminika. Results. Naam, Kenneth, kwa kifupi kwa sababu muda wetu umeyoma kwelikweli, nini hali ya wanasiasa wa upinzani nchini Uganda kwa sasa? A, kwa kweli kwa upande wa upinzani a, ukitaja upinzani ni vyama tofauti na kuna a, a, mambo tofauti ambayo yanaendelea kwa, kwa vyama tofauti kwa mfano katika chama cha FDC kule na Jana Nkumbi wanatafuta kumteua mtu ambaye atawashikia bendera kuwania urais. Kwa chama cha Democratic Party ni hivyo hivyo tu, lakini katika chama cha NUP harakati zao za kutafuta za kutembea uh, nchini, yaani kujiandaa kwa wakati wa ucha, kwa ajili ya uchaguzi ujayo zimepigwa marufuku na polisi ikisaidiwa na wanajeshi. Wanasema ya kwamba hawawezi kuendelea kwa sababu walivunja makubaliano yasipohusika katika hali ya ghasia. Nam, asante sana Kenneth Lukwago, mwandishi wetu wa Kampala, lakini pia mchambuzi wa siasa za Uganda ukizungumza nasi kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Asante sana, karibu. Na kufikia hapo, tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.